Alipenda watu kutoka Tabora na kanda ya Ziwa, kwa sababu walikuwa majitu hasa. Ukisikia msukuma chapa ya ng'ombe, alikuwa msukuma kweli. Niliwahi fanyakazi na msukuma mmoja, yeye alikuwa nakula ndoo ya unga kwa siku tatu, alijiita Zagaboy. Wakati wa jerumani wanakuja kuitawala Tanganyika baada ya ule mkutano wa kijambazi uliofanyika kule Berlin, Ujerumani, Novemba k mwaka elfu moja mia nane themanini na nne mpaka februari ishirini na sita mwaka elfu moja mia nane themanini na tano walikuta tayari tanganyika ina watawala wenye nguvu kijeshi kiuchumi na akili abushiri ibn salimu yule wa pwani na chifu mkwawa wa iringa walikuwa ndiyo tishio tanganyika yote mjerumani akampiga bushiri mpaka kumnyonga tarehe 16 desemba mwaka elfu moja mia nane themanini na tisa wakadhani itakuwa hivyo hivyo kwa mkwawa Chifu Mkwawa alivyosikia hivyo alituma wajumbe watatu Dar es Salaam ili kuzungumza na Wajerumani wasiingie kwenye vita. Mjerumani akawaua. Mkwawa akasema inabidi tumpige tu huyu mshenzi, hakuna namna. Mkwawa alikuwa na chungu kilichompa taarifa kuhusu adui, wazungu wanaita rada, lakini pia kikosi chake cha upelelezi kilikula nyama ya mbwa iliyochanganywa na mitishamba kuongeza uwezo wa kunusa maadui. Sasa ukisikia mheya anakula mbwa ujue ndo ukoo wa wapelelezi. Inabidi wapelelezi wetu tuwaanzishe chakula cha mbwa ese, pengine watapata wasiojulikana. Vikosi vya Ujerumani viliwasili Lugalo ya Iringa Agosti 16 mwaka 1891 asubuhi na mapema, vikiwa na fulu nondo za kumpiga Mkwawa. Wakapigwa kama mwizi wa kuku pale mtaani kwenu. Na kumbuka siku ile walipokaribia Lugalo, Luteni Zeluiski alifyatua risasi kupiga ndege ili kupata kitoweo. Wahee, si wakajua chifu kawaruhusu kushambulia. Lo, walifanya ambushi la kufa mtu. Wajerumani na magobore yao chali cha mende ndembendembe. Zeloiski mkuu wa jeshi aliyejitapa angemtafuna Mkwawa within a minute, akatafunwa na bwana mdogo tu wa miaka 16, dogo alimchoma mkuki wa ubavuni, tena akiwa na bastola yake, na akamshindilia na nyundo ya kichwa. Dogo wakazawadiwa ng'ombe watatu na Chifu Mkwawa kwa ushujaa. Sisi huku kwetu, kijana wa miaka thelathini bado unakula kwenu, kazi huna, unalala unakoroma. Hicho ni kiburi. Yaani, stori za vijana wetu ni namna ya kumdhibiti Bahamedi. Utasikia kama upo na Bahamedi mwanangu, alafu anakunywea bia zako bila breki. We mtilie mkojo, huoni atakavolewa fasta? Hivi akili za namna hii zinatoka wapi Afrika bwana? Vita ikaisha. Mkwawa akarudi kujipanga upya, akijua kabisa Wajerumani wangerudi kulipiza kisasi. Alitumia zile bunduki 300 alizowanyang'anya Wajerumani kuendeleza upanuzi wa himaya yake. Alizipiga falme zilizojikomba kwa Wajerumani mpaka wakamwita chinja chinja. Waarabu kuona hivyo, wakijisalimisha mapema kwenda Kalenga kuongea wa. na Chifu Mkwawa, walisindikizwa na Mnyamwezi mmoja hivi, mission town hivi, janja janja la kufa mtu, aliitwa Mtaki. Mtaki alijua lugha nyingi sana. Waarabu wakamwomba mkwawa awauzie watumwa akakataa. Wakafanya biashara ya pembe za ndovu. Aliwapa pembe za ndovu Waarabu wakampa nguo, akazigawa kwa watu wake. Wahe wakaingia kwenye rekodi ya jamii za kwanza kabisa kuvaa nguo Afrika Mashariki, walitisha ile noma. Mkwawa mwenyewe alivutiwa na pamba za Waarabu, hasa ufungaji wa kiremba Akaanza naye kupiga vazi la Kiarabu. Mpaka leo hilo ndo vazi la machifu auhe Mkwawa akawapenda sana Waarabu, akajifunza Kiarabu na kuwapa eneo la Lujewa Mbeya wakae huko. Ndo maana Waarabu wengi wa Iringa wanatokea Lujewa. Hizo zote ni juhudi za Mtaki. E bwanae, Mtaki ndo alimshauri mzee Mkwawa kujenga uzio kuzunguka makazi yake yaliyokuwa wazi. Mtaki akamshauri pia Mkwawa amuoye mtoto wa Mtemi Isike wa Tabora. Mkwawa akakubali. Mtemi Isike akawatuma wakonongo kumsindikiza binti kuolewa kwa Mkwawa. Trust ya Mkwawa kwa Mtaki kawa kubwa mpaka kuamua kumpa Mtaki uwe, akaitwa Mtaki Mianyenza. Akamteua pia kuwa mzagila, yani chifu msaidizi asiye na eneo maalum la kiutawala bali alimfanya kuwa mzagila maalum. Leo hii tungemwita waziri asiye na wizara maalum ila mwenye mshahara maalum. Wakati Wajerumani wanarudi kupigana na Mkwawa kwa mara ya pili, walikuta ikulu ya Kalenga iko kwenye ngome imara. Wakavunja ngome na kuua askari wengi, lakini chifu Mkwawa aliwaponyoka. Wakaishia kumteka mwanawe wa kwanza Sapi aliyezaliwa mwaka 1879 mwaka ambao babu yake mwenye gumba alikufa. Wajerumani Wakamuweka Sapi karibu ili kupata ahueni ya kutawala Uhehe. Wakampa kazi ya kukusanya kodi huko Kilwa. Sapi akasilimu ili kuendana na tamaduni za jamii ya Waislamu. Mpaka leo hii uzawa wa Sapi ni Waislamu swafi kabisa. Wajerumani walivyoondoka, alirudi Kalenga kuwa chifu wa Wahehe. Katika utawala wa Waingereza alizinguana sana na Waingereza mpaka kumpeleka uhamishoni kwenye visiwa vya Saa Nane katika ziwa la Nyanza. Mwaka 1951 alifia huko na maiti yake iliyorudishwa Kalenga alikolala na mababu zake. Huyu Sapi ndo baba yake na Chifu Adam Sapi, spika wa kwanza wa bunge la jamhuri ya muungano wa Tanzania. Sapi akiwa na umri wa miaka 27 tu aliingia kwenye baraza la kutunga sheria mwaka 1947. Basi bwana, Chifu Mkwawa akiwa msituni, aliendeleza vita na wajerumani mpaka Wajerumani wakakiri kwamba hawajawahi kupambana na mtu mwenye mbinu nyingi za vita vya msituni kama Mkwawa. Aliwachezesha gwaride toka Oktoba mwaka 1894 mpaka Julai 19 mwaka 1898 pale alipoamua kujipiga risasi mwenyewe. Chifu akiwa msituni, nyumbani mambo ilianza kuharibika. Mdogo wake akashikana urafiki na Wajerumani mwaka 1896 wakamtawaza kuwa chifu wa Wahee. Wananchi na machifu wakagawanyika. Mkwawa akaona ishakuwa zengwe, akawaua machifu wawili waliojikomba kwa wazungu, halafu akaondoka zake Iringa kuelekea milima ya Udizungwa. Huko aliwasumbua sana wazungu, alijipiga risasi mwaka 1898 na wajerumani kuondoka na kichwa chake. Sapi akiwa kwenye baraza la kutunga sheria la mkoloni ajenda yake kuu ilikuwa kurudishwa fuvu la babu yake walau wamuoni, na kweli lilirudishwa mwaka 1954. Liko pale Kalenga, Iringa mpaka leo. Lina matundu mawili ya risasi, moja aliyojipiga mwenyewe na nyingine aliyopigwa na Jerumani pale porini. Kama wazungu sio wachawi, waliondoka na kichwa cha mzee wetu cha nini bwana, eh? siku wanakwenda kufuata hilo fuvu walikuta zaidi ya mafuvu elfu mbili wakisema eti ni kwa ajili ya makumbusho. Sisi huku ukikutwa na mafuvu utaitwa mchawi. Anyway, hayo tuyaache. Sasa basi, Nyerere alivyokamata ukiranja mkuu wa Tanganyika aliwasogeza wale machifu wenye ushawishi na akili nyingi karibu yake, akawapa vyeo, wakaishi kwa amani. Ukiwa na akili, maisha huwa ni rahisi sana. Ni kama mbwa unayemjua jina hakupi shida. Ndo maana huwa anasema wazungu hawatushindi akili, wanatushinda ujanja, ujanja tu hata chifu Mkwawa walimshinda kijanja tu kwa kupitia jamaa zake wa karibu, kwa sababu kikulacho kinguoni mwako. Yaani walitumia tungo za wahenga wetu kutumaliza sisi, tunatumia tungo hizo kujibu mitihani ya Kiswahili shuleni, hatutoki nje ya shule. Lo, maajabu bwana! Tunatumia akili kubwa kuwaza fuvu la chifu Mkwawa. Sasa hivi imeibuka dibeti kubwa kwamba Mkwawa hakujipiga risasi mara, oo, oh, alijinyonga mara hakuwa muhehe. Alikuwa mtoto wa dada yake mwenye gumba. Badala ya kuwadai wajerumani mali zetu walizoiba, tunabaki kubishania vitu vya kishenzi kabisa. Kwa mfano, yule mjusi mkubwa kabisa duniani alitoka Kilwa, anaingiza mamilioni ya dola Ujerumani. Ana mifupa zaidi ya 5000, uzito wa tani 250, urefu wa mita 13. Alipelekwa Ujerumani mwaka 1999 lakini mtu mpaka unamaliza PhD hujui kama uliibiwa kwa sababu ulifundishwa somo la historia kama habari za mbinguni. ligi ya Mkwawa alijua au la, hazitusaidii sana kwa sababu ni mwendelezo wa wazungu kutuandikia historia za kutukumbusha unyonge wetu. Ni wakati wa kuandika historia upya ya Afrika kwa gharama yetu wenyewe, tusingoje kufadhiliwa na UNESCO. Nakumbuka Amadu alipokuwa director wa UNESCO aliingiza ajenda ya kuandika upya historia ya Afrika. Marekani na Ulaya wakatishia kusitisha ufadhili wa Yunesko. Ikabidi Amadu aondolewe kitini. Anyway, hebu tumalizie kwanza yaliyotuleta hapa sasa, bwana. Ili kuwaweka karibu machifu, Nyerere alimpa chifu Adam Sapi uspika wa Bunge. Sapi akaandika historia ya kuwa spika kwa, kwa muda mrefu zaidi, alipiga miaka 11 ya kwanza, yani kuanzia mwaka 1962 hadi mwaka 1973 na pia mwaka 1975. Mpaka mwaka elfu moja mia tisa tisini na tano. Baada ya Sapi akaingia mzee Piusi Msekwa wa Ukerewe, Samueli Sita wa Unyanyembe, ana Makinda wa Ubena na sasa ni Jobu Ndugai, yule jamaa yake Profesa Musa Asaad. Hadi sasa mtu yeyote anaweza kuwa spika bila kuwa mbunge, kagombee sasa uwode, kama utakatiza una jina. Lakini pia Mtemi Tereza Ntare, chifu wa kwanza mwanamke kutoka Heru Juu, Kasulu Alipewa unaibu waziri wa utamaduni. Ni mwanamke pekee aliyeoa hadharani kwa sababu, kwa mila za Kiha mwami haolewi. Akiolewa inabidi aachie uchifu akawe mke wa huyu muuaji. Ilibidi mwami alipe mahari kumuoa Joji Shinganya, halafu mume akabadili jina na kuitwa Joji Ntare. Hivi bado ndoa kama hizo zipo kweli? Ili ni kwa kificho sana. Sasa pesa huna, umepata mwanamke mwenye nazo anataka kuoe Unaanzaje kukataa? We mi napotelea mbali. Gari bovu huvutwa na gari zima bwana, lakini inahitaji moyo sana. She wangu Mwami Ntare na Rais Nyerere walizaliwa mwaka mmoja na kufa mwaka mmoja. Lo, ajabu kweli. Chifu Mataba Ukara kule, ambako kuna jiwe likipewa hela na kuimbiwa nyimbo za Kikara linacheza na kutoa sauti kama chura kwenye maji, yeye alipewa ukuu wa wilaya za Ilemela, Ludewa, Kahama na Kasulu kwa vipindi tofauti. Jamani, jamanie, tembeni muone, msingoje kuambiwa, duniani kuna mambo lukumba lukumba. Chifu Mataba ndo baba yake na Dr. Peter Mataba wa chuo kikuu cha Mtakatifu Agustino cha Tanzania, idara ya uandishi wa habari na mdogo wake Komas Mataba wa Dodoma aliyewahi kuwa rais wa serikali ya wanafunzi Sauti. Hapo ndo ujue maji hufuata mkondo. Erasto Andrew Mbwana Mang'enya, chifu wa Wabondei wa Usambara, alichaguliwa kuwa spika mwaka 1973 mpaka mwaka 1975, kipindi Adam Sapi ni waziri chifu. Abdala Fundikira wa Unyenyembe, yaani babu yake na mama wa Samueli Sita Kagoli Fundikira, alichaguliwa kuwa waziri wa sheria. Chifu Maikol Kumbuzya wa Ukerewe alipewa ubalozi wa Kanada kwa Dr. Willi Brodisla bwana Chifu Edward Wanzagi Nyerere wa Uzanaki akawa mshauri maalum wa rais. Chifu Kingalo wa Aruguru na wengine wenye elimu za kishikaji kama yake walipewa ukatibu tarafa. Kwa kumalizia simulizi yangu ya leo, labda nikuambie, Wahehe hawanaga mchezo kwenye serious issues. Wana historia ya kuadabisha mpaka viongozi wa serikali wanaokuja bila hodi. Najua unakumbuka kilichomtokea RC Said Shamshana miaka ya 60 baada ya kuwapokea Wahehe mbele za wake zao eti wamesababisha njaa nchini kwa kulima mazao ya biashara. Lo, hiyo cha mtoto. Kubwa ya kufunga karne ni ile ya mzee Mwamwindi na RC Dr. Krelu. Huwa sipendi sana kuisimulia, maana huwa inauma ndugu wanapouana mbele yangu. Itoshe tu kusema Mwamwindi alimua mkuu wa mkoa, akampakia kwenye gari lake na kumzungusha kwenye vilabu vya pombe Iringa mjini. Baadaye akapeleka maiti kituo kikuu cha polisi Iringa, na akiwa ameweka maiti kwenye gari la mkuu wa mkoa huyo huyo.